Kwa nini nimeamua kugombea nafasi ya uspika? Sababu ziko nyingi, lakini kwa muhtasari, kama mta, mtanipa ridhaa ya kuongoza bunge hili, nitahakikisha nasimamia amani na usalama kwa wanaotaka kuwatayarisha amani ya nchi na kusimamia umoja wa kitaifa. Lakini pia kwa kuwa kumekuwa na hitajio kubwa la katiba mpya, basi nitahakikisha kama mtanipa ridhaa waheshimiwa wa bunge nahakikisha kwamba jambo hili nitalisimamia ndani ya muda mfupi tuweze kupata katiba mpya, lakini pia kuondoa kanuni ambazo ni kandamizi za bunge, ambazo na imani kuna wabunge ambao wanakuwa na fikira sahihi kabisa za kusaidia nchi, lakini pengine kwa sababu ya kanuni kandamizi wanakuwa wanashindwa kutoa mawazo yao positive. La pongezi, pongezi kwa viongozi wangu wa chama cha ADC, hususan Mheshimiwa Shabani Tutu Haji pamoja na kamati yake tendaji kwa kuniteua kuja kugombea nafasi hii adhimu. Mimi sio bora kuliko wanachama wote wa ADC, lakini wameweza kuniona mimi nafaa nichukue fursa hii. Pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitamaliza presentation yangu bila kumshukuru mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama, mama Samia Suluhu Hassan, hakika umefanya mengi huko uliko, nadhani unanisikia nichukue fursa hii kukupongeza kwelikweli. Nina mengi ya kupongeza, lakini jambo la kwanza ni mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa ni kichaka cha wauni, watu walikuwa wametumia kwa maslahi yao, lakini baada ya kubadilisha mfumo, leo rekodi ziko wazi, kutoka ni sehemu ambayo tunakusanya mapato mengi sana ambayo yanasaidia nchi yetu. Lakini lingine, mama, umefanya mengi ambayo siwezi kuyataja kwa muda kwa muda huu mfupi, lakini umefanya jambo kubwa sana la kusaidia wanyonge kwa kuunda Eh, ile kamati ya, ya kuratibu haki na amani. Kwa hiyo nikupongeze mama, nikuombee dua Mwenyezi Mungu akujalie. Chapa kazi, usirudi nyuma, sisi tuko nyuma yako. Mwisho japo sio kwa umuhimu mkubwa sana, ni washukuru ndugu wabunge, wateule wa bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa kwenu na wananchi. Wananchi wameonyesha imani kubwa kwenu na, na nyinyi onyesheni imani kwa wananchi ili muweze kuwaletea maendeleo shida ya wa wananchi ni maendeleo na si jingine Asante. Baada ya kusema hayo sasa nichukue fursa hii kuomba kura zenu. Mimi ni mpinzani ambaye na damu ya kizalendo. Ukinikata damu yangu haitoki nyekundi, natoka uzalendo. Kwa hiyo nitakuwa mzalendo kwanza. Bunge nitakalo ntakaliongoza ikiwa mtanipa ridhaa ni bunge jumuishi, kwamba lazima tukae, kila hoja itakayokuja, tukae tukubaliane kwamba hili tunaliendeshaje. Nawashukuruni, naombeni kura zenu mtiki Amini Alfred yangu Asanteni kwa kunisikiliza, asante sana ndugu, ndugu Amin. Waheshimiwa wabunge, kama kuna mtu anataka kumuuliza mgombea swali nipo. Mheshimiwa eh, Esther